huu unafadhiliwa na AGRA kupitia programu ya ujasiriamali wa vijana kwa mustakabali wa chakula na kilimo, yani Youth Entrepreneurship for the future of food and agriculture YEFFA, na kutekeleza na TCCIA. Kwa pamoja wameamua kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara katika mipaka ya, ya mikoa ya Mbeya, Songwe, Kigoma, Kagera, Shinyanga, Mara na Arusha. Kwa hiyo lengo la kusanyiko letu hii leo ni kuhakikisha kwamba vijana wengi zaidi hasa wa kike wanashiriki kwenye biashara za mpakani, sawa jamani? Tunaona wataalamu hapa kutoka serikalini, watawaambia taratibu zilizopo, lakini kubwa zaidi tunataka kusikia kutoka kwenu vijana hii ni changamoto kwa wale ambao tayari wanashiriki hizo biashara. Asilimia kubwa walikuwa hawaelewi, karibu asilimia themanini. Kwa maana kila wafanyabiashara wa mipakani kumi, wanane walikuwa hawaelewi kama kulikuwa na utaratibu ambao, mpango ambao, rahisi wa rahisi wa kufanya biashara za mipakani kwa wewe kutumia Platform hizi kuwasilisha malalamiko yako. Sisi tunapata malalamiko ila kwa evidence. Kupitia kamati tofauti tofauti ambazo tupo tunaweza kuwasilisha na yakafanyiwa kazi kwa karibu sana na serikali. Vitu vingine vina, vinaonekana ni kama vikwazo lakini ukiuhalisia, sio vikwazo ni kwa sababu ya, ya kulinda usalama wa watumiaji wa bidhaa ambazo okay zina kata cross mipaka tofauti tofauti. Hata sasa hivi Tanzania tuna tatizo la ugonjwa wa fungashada wila ya Buigwe, na kwa Tanzania imeingilia hapa hata kote Kigoma, wale wenyeji wa Buigwe, Buige ya zamani, na sasa hivi kwa uzalishaji wa ndizi ni vitu viwili. Kwa hiyo ndio maana ya umuhimu wa sekta ya ukaguzi wa mazao, tusitumie njia za panya. E, udhibitishaji wa bidhaa unafanyikaje? Unafanyika kwa bidhaa ambazo mara nyingi zimefungashwa. Kwa wajasiriamali wanaofungasha bidhaa watakuwa wanafahamu prosesi wanazozipitia ni rahisi sana. Ni kwamba unakuwa na eneo lako dogo, kama unafungasha mazao kama unafungasha bidhaa yoyote kwenye e, eneo lako ambalo lazima liwe rasmi. Mrasimishaji wa maeneo atazungumzia leseni za biashara.

tutajadili so, changamoto, mtasema kwamba solution ni vipi ambayo, na changamoto je, tupendekeze kitu gani? Sababu inawezekana pia na wao hawana majibu ya maswali ambayo tunayo elimu lakini, naamini watu hapa wa TBT wanawasikia tume- tumefaidika kupata mitaji yenye riba ndogo. Unakuta uh, sekta nyingine unakuta unapata mitaji kwa riba kubwa, tunashindwa kuendesha biashara. Pia na waliohusika ni wafanyabiashara pamoja na watu wa TBT. Hatua za usafi, kuzingatia usafi na, na usalama wa mlaji kwanza. Unapokuwa umefanya biashara yako katika hali ya usafi, kila mtu ataipenda na itamvutia pia kusababisha magonjwa ya mlipuko Unapokuwa hujazingatia usafi, unasababisha mlipuko. Tunakuja kwenye tozo, tozo kwa bidhaa zinazoingizwa. Kwa kweli, tozo zimekuwa ni changamoto kubwa, changamoto imekuwa ni kubwa. Beria ni kama zote huyo huyo hasa wa KRA, huyo huyo ni TBS, huyo huyo ni mgambo, huyo huyo ni askari, mtu mmoja ukifika pale beria kwa hiyo hapo unakuwa umepoteza mitaji, mtaji wako unapungua, unapoteza mtaji, unapoteza muda, unapoteza pia masoko, pia unaharibikiwa kwa bidhaa zako, kwa sababu unakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo bidhaa unakuta zinapoteza hata ung'avu. Kwa kweli, hatua ya usafirishaji, wafanyabiashara watoe elimu kuhusu dawa za mimea inapelekea kupata hasara kwa baadhi ya bidhaa nyingine, kama vile tuseme, wauzaji wa tukisafirisha matunda yanawahi kuharibika kama yanakuwa yana dawa, na cha pili ni rahisi kupata magonjwa ya ambukizi hii za kipindupindu na kadhalika. Kubwa wa tozo kulingana na bidhaa yani, hawa wahusika watozo watoze tusaidie kutoza wat, tozo zao kulingana na bidhaa zetu zinavyolingana, ila wasitutoze tozo kubwa kulingana tofauti na biashara upatikanaji wa soko unakuwa huko juu zaidi. Wao watakapotupa tozo kubwa, na sisi tunashindwa kufanya nini? Kupeleka bidhaa sokoni, maana bidhaa tutaiuza kwa bei kubwa zaidi kuliko upatikanaji wa soko. kai athari zote kwenye biashara, biashara nyingi zinazuiliwa mipakani, ambapo inapelekea biashara hizo kukaa muda mrefu na kupelekea biashara hizo kuharibika, pia kutokana na ushuru kuwa mkubwa biashara zinapanda bei kwa sababu wafanyabiashara wanapopandishiwa bei katika mipaka wanachukua hiyo kama sababu ya kupandisha bei, ili waweze kuokoa pesa ambao wameitoa kwenye mipaka hiyo. Inapelekea kuwaumiza hata watu wa kawaida ambao wanategemea kununua nafaka hizo. Athari hizi zinapelekea kuongezeka kwa gharama za uendeshaji ambazo mwisho wa siku zinafanya kiwango cha wafanyabiashara waweze kupungua kwenye masoko lakini pia uh, watu wengi wanapoteza faida hapa, unajikuta hizi za kukatwa huku, kukatwa huku, mwisho wa siku unashindwa kuwa na faida ya pamoja, faida inaishia njiani. Lakini pia bidhaa uh, zinachelewa kuwafikia walengwa. Kwa wale ambao wana experience, unaweza kuwa na safisha zako mazao, hauna hela ya kulipia pale kwenye geti fulani ambalo wamekusimamisha pale, wanakulazimisha uweke gari yako hapo yenye mazao mwisho wa siku utakapopata na ndio uje ulipie, na waweo mazao huenda walikuwa nastahili wewe kuyafikisha siku hiyo hiyo ambao ulikuwa unasafiri kwao, mwisho wa siku haiwezi kuyafikia kwa wakati wateja wako, unashindwa kupata uaminifu kwa wateja wako na biashara inakufa. Hivyo kikwazo mm, kingine hapa ni kuhitajika kwa pesa isiyo halali, na ndio pelekea hata mzigo kukawia kwenye geti hapo ambapo tunafahamu ni swala la rushwa. Unakuta mzigo ni wangu, nimeukamilisha kila kitu, nina leseni, nina kibali nimekata, ambacho kinatokana na kina keo za mzigo, lakini bado ukiwa anaendelea kuning'ang'ania huyo mtu ya mapato, ili apate chochote kitu cha kuweza kufanyeje ili kuweza kuniruhusu mimi niweze kutoa mzigo pale. Mapendekezo ni kwamba serikali au viongozi ifanye kuwaanisha, kuwaanisha wa ya kazi hao yaani, nyinji wasikae muda mrefu sana. Kwa mfano kama tunaotoa mzigo kutoka huko Karia, tuna afisa zuri pale ambaye anasumbua kidogo, sio vizuri kumtaja jina, lakini amekuwa ni shida kidogo. Yaani umejikanisha kila kitu, lakini bado anataka chochote kitu. Hapa tupo Lake Tanganyika, tupo katika semina ya YEFFA. Kwa kweli tumepata vitu vingi sana katika semina hii. Kikubwa ambacho nimechokipata mimi kwa sababu mi huwa na cross border ni kupata ile app ya kutoa malalamiko yangu, aidha nikipata tatizo katika mipaka ya kusafirisha biashara zangu. Nimepata mwangaza, nimepata nini cha kufanya, nini cha kumpelekea malalamiko yangu kwenye app na itafanyiwa kazi ipasavyo, tukiwa tumepewa fursa na watu wa TCCIA wakishirikiana na watu wa AGRA ambao wame wamejitolea kutupa mafunzo sisi vijana hasa sisi wajasiriamali um, lengo ni kutuelimisha kuhusiana na um, watu ambao wana, wanafanya biashara za cross borders kwa maana ya kwamba mipakani. Siku ya leo nimejifunza vitu vingi sana lakini cha umuhimu zaidi sisi kama vijana, namna namna gani tunaweza tukajikomboa kiuchumi. Uh, siku ya leo tumekutana na benki lakini pamoja na wafanyabiashara wengine ambao wako katika Uh, nyanja hii ya, ya kufanya biashara za kilimo, kwa upande wangu mimi nimechukua, nimechukua upande wa benki ni namna gani mitaji tunaweza kuiongeza kupitia hizi uh, term of payment kutoka benki. Uh, tumewakutanisha na taasisi mbalimbali za serikali kama custom kutoka TRA, tumewakutanisha na watu wa mimea, afya ya mimea, lakini pia wamekutana na watu wa mionzi pamoja na taasisi za kifedha kama CRDB na NMB, wamejadili kwa kina vile vikwazo ambavyo vinakwaza biashara za mipakani. E, utafiti unaonyesha asilimia sabini, juu ya asilimia sabini ya vijana hawashiriki kwenye biashara za mipakani. Kwa hiyo e, fursa hii kupitia hii programu ya AGRA imewaweka pamoja ili kuweza kujadili hivyo vikwazo ambavyo vinakwaza biashara, lakini pia kujifunza na kujengewa uwezo juu ya zile taratibu zote ambazo zina zinawezesha biashara za mpakani. Kwa hiyo tulianzia Mbeya, sasa hivi tuko mkoa wa Kigoma, ambapo mkoa huu umepata bahati ya kuwa na mipaka mingi ambayo inatumika kufanya biashara. Kwa hiyo tumekutana na vijana hapo takriban 95 ambao wenyewe wanashiriki katika biashara hizi na wengine wana mpango wa kujiunga kwenye biashara hizi, na tumewasikia hao wamezungumza mambo mengi ambayo yanawafanya wasishiriki, lakini kwa sababu tuna maafisa wa serikali ambao wako huko au walishiriki katika mkutano huu au kikao hiki, basi tumepata wale watu kusikia moja kwa moja kutoka kwa vijana wenyewe mambo ambayo tunatumaini yakifanywa kazi, basi vijana wengi zaidi wataingia kwenye kilimo, vijana wengi zaidi watapata ajira hasa kupitia biashara za mipakani na biashara nyinginezo. Sisi tume, tunachukulia mafunzo haya kama ni muhimu sana. E, muhimu kwa sababu tunatambua e, vijana e, wengi wanashiriki katika biashara na kwa maeneo haya mipakani wanajihusisha e, wana, pia katika, katika biashara za, za kwenye mpaka kati ya Kigoma na nchi jirani za Kongo no, lakini pia na Burundi. sasa E, jambo kubwa na muhimu kwao e, ni kuelewa e, kwamba nini kinapaswa kuzingatiwa a, ili waweze kufanya biashara pasipokuwa na vikwazo vyovyote. Watu wa AGRA, mkoa wa Kigoma ni mmoja wa mkoa ambao umetengewa mradi wa BBT, kesho iliyo bora, build better tomorrow, na kwa sababu mafunzo haya yanahusu kuwalenga vijana Tungependelea TCCIA iko tayari kuleta andiko ili muone baadaye mradi huu uanzishwe mkoa wa Kigoma na vijana waendelee kunufaika.